Tunasambaza upendo sawa. E, sisi ni kiwanda cha matabasamu, watu wakitoka na stress zao huko na hivyo e. Kwa hiyo tuliona ni siku nzuri sana ambayo tunatamani kufanya tukio kwa Mbeya, ikawa ni siku nzuri sana lakini, pia kutokana na uhaba wa matukio, wandaji wa matukio ni wachache sana kwa Mbeya hivyo tunataka tulete ile burudani ambayo tuseme ita, ita kana kwamba hapa ni jiji eh, Swali lako la pili, nilikuwa nasema tunatarajia kuona wasanii wakubwa kutoka nje, ni ndio, watakuwepo. Watakuwepo muda ukifika, nadhani nitajibu na swali la mtu mwingine anajua atakuwa nafikiria anaweza akasema ni kina nani. Mbeya stand up comedy, tumezoea kuwashangaza. Huwa tunatoa, tunatoa, tunatoa, tunatoa tunasema ile listi ya wasanii labda wakubwa siku kumi kabla ya tukio yaani, siku kumi kabla ya kufikia tarehe kumi na nne mara nyingi tunakuwa tunatoa tunatoa ile listi ambayo kamili itakuwaepo, lakini tunatarajia mwaka huu tunapotengeneza kwa sababu ndani ya muda wa miaka mitano wote tumekuwa tukitengeneza burudani ambayo imenyoka kwenye upande wa ucheshi wima hivyo tunatarajia kuanza na vijana wetu wa ndani hawa hawa tulionao, lakini wasanii kutoka nje tunategemea kuwepo, tunategemea pia wawepo siku hii. Na niko mbele yenu pia kwa ajili ya, ya kutoa taswira fupi kidogo kuhusiana na Mbeya Stand Up Comedy. Wengi wenu mnaijua na wachache wanaijua imetokea wapi na imeanza vipi. Ni Mbeya Stand Up Comedy ilianzishwa, yani Mbeya Stand Up Comedy haikuwa kama tukio, bali ni kama maono kwa zaidi ya miaka mitano sasa hivi toka tumeianzisha na tumekuwa tukijengea jukwaa la kukuza vipaji vya ucheshi, kuibua ajira kwa vijana, kuifanya Mbeya ionekane katika mji unaozalisha maudhui ya, kita, ya comedy kitaifa, na ninamshukuru Mungu kwenye hilo. Mbeya Stand Up Comedy imekuwa ikifanya vizuri sana, na miongoni mwa vijana wengi wametokea katika jukwaa letu la Mbeya Stand Up Comedy, lakini pia hata baadhi ya majukwaa ambayo yameanzishwa kipindi hiki cha hivi karibuni yote pia yamekuwa akiona mwendelezo mzuri wa Mbeya Stand Up Comedy, toka mwaka 2021 tulipoianzisha. Kwa takwimu za sekta za, ya sanaa Tanzania, burudani miongoni mwa sekta zinazohusu zinazokuwa kwa kasi, hasa kipindi hiki cha event na digital content na branding partnership. Mbeya ikiwa ni mkoa wa kimkakati, una idadi kubwa ya vijana wa vyuo, wafanyabiashara, wasanii, ina kila sababu ya kuwa kitovu cha matukio makubwa kitaifa. Na hili pia tunajivunia katika platform mbili au tatu za Tanzania zinazofanya vizuri, pia naamini hata Mbeya Stand Up Comedy pia ipo ndani ya hilo. Tukio la tarehe 14 ni Valentine ni Valentine, ni special na ni sehemu ya safari, ya safari yetu toka tumeanza matukio yetu toka mwaka 2021. Ni tukio kubwa la ucheshi litakalokutanisha wachekeshaji, wadau wa biashara branding na vyombo vya habari pamoja na jamii nzima kwa ujumla. Na kwa kwa, kwa, kwa, kuliongelea kidogo, nadhani watu wengi mtakuwa ni mashahidi wa eventi zetu. Hii imekuwa ni press ya kwanza na tunamshukuru Mungu kwa mwaka 2026 tumeweza kutangaza show ambayo itaifanyika tarehe 14 mwezi wa pili ndani ya ukumbi wetu wa Tugimbe. Ni ukumbi wetu mama, na ndo na tumeendelea tukifanya matukio yetu hapo Bongo Play TV.